Baadhi ya wakazi wa jiji la Nairobi waliadhimisha sikukuu ya mashujaa kwa shamra shamra huku wakizuru maeneo ya burudani yaliyo jijini. Uwanja Uhuru Park ulikuwa na shughuli nyingi huku familia zikifika huko kuadhimisha sikukuu hii, na miito ikitolewa kwa viongozi waige mfano wa marehemu Raila Odinga na kuiweka nchi hii mbele ya maslahi yao. Mwanahabari wetu Timothy Kipnusu ana taarifa hii. Jumatatu mwendo wa alasiri katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Bustani hiyo ilikuwa na shughuli nyingi huku familia zikifika hapa kusherekea sikukuu ya Mashujaa. Watoto walipata fursa ya kujihusisha na shughuli mbalimbali za burudani, kutoka kwa michezo ya kuruka kwenye vibofu vikubwa vya bouncing castle, uendeshaji mashua na merry-go-round huku wengine wakipata fursa ya kushiriki kwenye michezo ya kuteleza. Leo nimekuja hapa ku celebrate Mashujaa Day na penda skating, nimekuja kujifunza kidogo. Hizi ni baadhi ya shughuli zilizoendelea katika bustani hii. Na tulipozuru katikati mwa jiji la Nairobi lililokuwa kilomita chache kutoka bustani hii, kulikuwa na shughuli chache kama ilivyo kawaida wakati wa likizo za kitaifa, ingawa wafanyabiashara wachache waliamua kufungua biashara zao. Hatimai tulizuru bustani ya Mchuki. Bustani hiyo pia ilikuwa na shughuli nyingi. Tulipata kundi la Wakenya waliokuwa katika bustani hii kwa mazoezi ya pamoja. Baadhi ya tuliowahoji kuhusu maadhimisho ya mwaka huu ya sikukuu ya Mashujaa walimwenzi marehemu Raila Odinga, na walikuwa na ujumbe kwa wale walio uongozini. Ni ukweli kwamba kama mashujaa kama kina Raila serikali state function ya kuwazika lakini walipokuwa hai sio kama walikuwa wanashughulika nao. tumaelewa tuma ah, wakiwapea state function kuwazika na kuwapa eri njema kuenda kulala kwa sala, lakini walipokuwa wazima sio kama walipana nao hivo. Kwa muda mwingi sana mashujaa wengi usaulika sana, husaulika sana ndio inafika mahali, watu au mashujaa watakapopata shida ndio wanakumbukwa. Mimi ningependa kwamba serikali ya kwamba ikumbuke hao mashujaa kama bado wangali hai. Katika jambo hilo la kuwaenzi mashujaa wetu, naona pia tumelegea kidogo, tunawasherekea wakati wamekufa. Wengine nilikuwa napendekeza pia wale ambao wako wafikiwe, wasaidiwe, na wakishasaidiwa pia yale walikuwa wanapigania sana sana, kama yale Raila Amolo Odinga alikuwa anapigania au mashujaa wote, yakiwekwa, yakifuatiliwa na yakifatwa, tutakuwa tumeshukuru kama nchi ya Kenya. Vilevile walilalamikia kupanda kwa gharama maisha huku wakitaka serikali ishughulikie swala hilo, atuangalie kimaisha vile hali imekuwa ngumu. At least watengeneze uchumi ya Kenya, imekuwa ngumu zaidi. Walisema marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ni shujaa wao. E, shujaa wangu ni Raila Odinga, e, the late Raila Odinga mwenye ametuacha, ame na namshukuru sana, ama nashukuru kazi yake enye amekuja kutusaidia ametufaidia sana shuja uh, wangu ni ule mmoja tu Raila Amolo Odinga, namsherekea sana, hata kama ameenda bado. Ungesherekea shuja? Shuja. shuja wetu kutoka kaunti uh, la Garisa, ambaye ni Dwale Adam Dwale, vilevile ameweza kupigania tukapata uwanja uh, wa mpira kubwa hapo kwa town, na ameweza kufanya watoto wengi wasome shule. Huku wakenya wakisherekea siku ya mashujaa, wengi wao wanapuliza kipenga chao kwa serikali kuwatambua mashujaa na wale ambao walipigania uhuru wa taifa hili kwa njia ya kipekee, sio kungoja hadi wafariki ili waweze kutambulika. Timothy Kipnusu, Darubini, Nairobi.